Tabia za wanawake wa Kizaramo na mafiga matatu katika ndoa ya yeah. Watu wengi wanaamini kwamba wasichana wa Kizaramo wanapowekwa ndani hufundwa kwamba wakiingia kwenye ndoa ni lazima wawe na mafiga matatu ya yeah. Bwana, wapo wanaoamini hivyo kwamba wanabainisha kuwa mafiga haya matatu ni ishara ya wanaume watatu, yaani mume hawala mpya na bwana wa zamani lakini pia wapo wanaodai kwamba mafiga hayo matatu ina maana ya kuolewa mara tatu katika maisha yake, hii ikiwa na maana kwamba mwanamke wa kizaramo ni lazima aolewe na kuachwa mara tatu katika maisha yake. Lakini hakuna ukweli wowote kuhusiana na madai hayo. Mafiga matatu yanayozungumziwa huwakilisha watu muhimu kwenye maisha ya ndoa ya mwanamke yeyote. Figa la kwanza ni mume, figa la pili ni ndugu wa mume yaani mawifi na mashemeji zake. Figa la tatu ni wazazi wa mume, yani wakwe zake. He bwana, msichana wa kizaramo anapokuwa katika kufundwa, kuelekezwa kwamba kwa, kwa namna ambavyo anatakiwa kuishi na watu hao, yani mafiga hayo matatu, anafundishwa kwa, anafundishwa namna ya kumtendea mume wake katika mazingira tofauti. Pia hufundishwa namna ya kuishi vizuri na wakwe zake na namna ambavyo anaweza kuwakabili mawifi pamoja na mashemeji zake kwenye mazingira yoyote tu ya hebwana. Ni kawaida ya Wazaramo kuwafundisha kuwa watoto wao wa kike namna ya kuweza kuishi na ndugu za wanaume zao. Msichana wa Kizaramo anatakiwa kufahamu namna ya kutumia mafiga haya matatu bila lolote kuondoka, kwa sababu kama litaondoka figa moja, hataweza kubandika chungu katika mafiga yaliyobaki. Hii ina maana kwamba bila kuwa na uelewano na wote hao watatu, ndoa yake inaweza kuwa katika hali ya matatizo. Ya ukweli ni kwamba wasichana wa Kizaramo ambao wamezingatia kweli kile walichofundishwa wakati wanafundwa hutokea kuwa wanawake waadilifu sana kuliko inavyodhaniwa. Kuna ushahidi wa kutosha kwa wanawake wengi wa kizaramo ambao wameolewa huko bara, ambao ni ambao wamewashangaza wengi kwa nidhamu yao ya hali ya juu ya, hebwana, hii ni Memorata TV, na hiyo ndo maana ya mafiga matatu katika ndoa kwa mwanamke wa kizaramo ya, jina langu naitwa Tino Ladiva. Naomba unifollow kupitia Instagram yangu, natumia Tino la Diva. Kwa sasa mimi na sign out, tukutane wakati mwingine tena, chao.